Na kiongozi mpya wa kijeshi nchini Madagaskar, kanali Michael Randrianirina Randria ataapishwa kuwa rais kesho Ijumaa. Amesema pia yuko tayari kwa mazungumzo na Umoja wa Afrika baada ya chombo hicho kuifutia uanachama nchi yake. Mengi zaidi ni kutoka kwa Angela Mdungu. Katika kauli aliyoitoa jana Jumatano, kanali Michael Randrianirina amethibitisha kuwa ataapishwa kushika wadhifa wake mpya kama rais wa Madagaskar. Anatazamiwa kuiongoza nchi hiyo kwa kipindi cha mpito cha hadi miaka miwili, kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya katiba. Ninachukua nafasi ya rais, ni lazima kuwe na kula kiapo Itakumbukwa kuwa kiongozi huyo wa kijeshi alikuwa na jukumu muhimu katika kikosi maalumu kilichofanya mapinduzi mwaka elfu mbili na tisa na kumweka madarakani Andri Rajulina. Hata hivyo, katika maandamano ya hivi karibuni kikosi hicho kilimpa kisogo kiongozi huyo na kuamua kuwa upande wa wananchi, ambapo kiliwataka polisi wasiwafyatulie risasi waandamanaji maandamano hayo ya kuipinga serikali yake yalianzishwa na vuguvugu lililoongozwa na vijana maarufu Gen Z Septemba 25 mwaka huu, wakilalamikia ukosefu wa maji na huduma za umeme. Mtawala mpya Kanali Randrianirina atakapoapishwa hapo kesho ataongoza takriban watu milioni 30. Robo tatu ya raia hao wa Madagaskar wanaishi katika dimbwi kubwa la umasikini. Utawala mpya wa kijeshi unatazamiwa kuapishwa wakati Umoja wa Afrika umetangaza jana kuwa umeifuta Madagaskar wanachama kutokana na mapinduzi yaliyomwondoa madarakani rais Andry Rajoelina. Umoja huo pia umetoa wito kwa taifa hilo kurejesha utawala wa kiraia na kufanya uchaguzi. Akizungumzia uamuzi wa chombo hicho, Kanali Randrianirina amesema mapema leo kuwa ni hatua iliyokuwa ikitegemewa na kwamba kuanzia sasa kutakuwa na mazungumzo ya faragha. Kuondolewa kwa Madagaskar katika Umoja wa Afrika kunabeba uzito kisiasa na kunaweza kuutenga utawala huo mpya. Wakati huo huo, kwa mara ya kwanza Andri Rajolina amethibitisha kuwa aliikimbia nchi baada ya maandamano makubwa ya wiki kadhaa. Rajolina aliondoka kati ya Oktoba kumi na moja na kumi na mbili Madagaskar, baada ya kile ofisi yake ilichokiita kuwa ni vitisho vikali dhidi ya maisha ya mkuu wa nchi. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari ziliashiria kuwa kiongozi huyo mwenye miaka hamsini na moja aliondolewa nchini humo na ndege ya kijeshi ya Ufaransa.